Familia ya kijana aliyeuawa Kambi ya Juu katika kaunti ya Isiolo wakutana na kamanda wa polisi OCPD kushinikiza kufanyika kwa uchunguzi wa haraka. Familia na marafiki wa kijana aliyeuawa katika eneo la Kambi ya Juu, kaunti ya Isiolo walikutana na kamanda wa polisi wa kaunti OCPD wakishinikiza kufanyika kwa uchunguzi wa haraka, na wa haki kuhusiana na kifo cha mpendwa wao Isaak Mutethia aliyeuawa kwa kupigwa risasi. Katika mkutano huo, OCPD wa Isiolo, Christopher Meeme, aliwahakikishia familia kuwa idara ya usalama imeanzisha uchunguzi na kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayepatikana kuhusika na mauaji hayo. Hiyo ni ile tunaita ya kwamba ni a very big criminal offense, manda, si ndio? Na hii uchukua munda kufanya uchunguzi. Uwezi niambia mtu leo auawe na tuanze kuchunguza leo na apelekwe kotini kesho, aijawa fanyika hivyo, ndizi ao kwa apa atatuambia, lakini mpaka tutafute pieces zozote za ushahidi Sawasawa, labda kuna mambo yamefanyika, na si lazima mujajue. Kuna mambo yamefanyika, mimi najua, na hayo mnawaachia serikali. Kuna yale mengine kama hii, uh, washahidi ninajua. Sasa kuanzia sasa, tutaenda mbele pamoja, na ninajua ya kwamba mwisho ama mwanzo wa Januari kutakuwa na jambo limeonekana. Kamanda huyo aliwataka wakazi wa Isiolo kudumisha amani na kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa zozote zitakazosaidia uchunguzi. So yangu ni kwamba tuwe na ushirikiano. Tuwe na ushirikiano Kambi ya Juu. Wote uh, wale wako hapa ni watu wa Kambi ya Juu. Ama kuna wa Isiolo Town? Ni Kambi ya Juu. Asanteni sana. So Kambi ya Juu, kuanzia sasa mimi nawaomba tuwe kitu kimoja. Kimoja. Mkiniona huko, msione mgeni. Sawa sawa? Mkiniona huko msione nani? Mgeni. Tunatembelea. Mimi nitakuja kuangalia. Yeah. Yule mzee na juzi, si tu wakati nimekuja tukajuana, yeye kuna wengine tumejana naw kama huyu mwanahabari, lakini sihataii tumejana leo yeah. Sasa tutembei tu, tu, tu, tu safari pamoja yeah. tukiwa Yo na mwone, ushirikiano na upendo yeah. Asanteni sana, mimi tu viongozi wasemea jambo moja mbili, alafu tuone eh, wale tutachukua kidogo tuenda ofisi tuzungumuze mengi Mengine. Mengine ya kuhusu hiyo siku sawa haya yeah. Kwa upande wake Mohamed Abdullahi Losike ametoa wito kwa Waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen kutoa amri ya kuhamishwa kwa maafisa wote wa polisi katika eneo la Kulamawe kwa madai ya kuzembea kazini.

Naye Juma Peter ambaye ni mkazi wa Kambi ya Juu ameitaka serikali kutoa bunduki zote haramu ili kupunguza visa vya uhalifu katika eneo hilo. Mimi napenda tu kuuliza, nauliza serikali ya kwamba hao wenye wamebeba hizo bunduki haramu kwani wanaishi nchi gani ambayo si Kenya ambao hawezi fuatiliwa sheria iwafikiwa kwenye wa, wako na hapa ni ya kwamba si bunduki naua watu, ni watu ndio wanaua watu hapa yeah. Ni watu ndio wanaua watu, kwa hivyo serikali, tunaomba hizo bunduki zote ambazo ni haramu zinaukuta kuwa watu zichorokotwe nawanye zi, na fanyao kazi washiku wote a sheria wakati yeah. wa, wa, wa, wa huo huo, Victor Lopeyok ambaye ni kijana katika wadi ya Bula Pesa amesema wanachohitaji ni kuona haki inatendeka kwa mmoja wao aliyeuawa na, na wahalifu na kuona kwamba wahalifu wanatiwa mbaroni. Sisi kama vijana wa Bula Pesa tunasikia uchungu sana kupoteza mmoja wetu kwa sababu hatuna security. Tuko na kambi hapo, Kambi ya Juu, lakini wote ni madoanzi, wamelalisha ehe, wamelalisha sana kila siku, lakini wamamatei wakipika tei wa wanakamatwa waritani kila siku lakini, sasa tukisikia e, jamaa amekufa, hakuna justice. Hawezi waongea, eh, jamaa ameuliwa mbele yao hawaongei. E, si unataka wachukulia hii mambo seriously. Sisi kama Gen Z kama youth hakuna mtu anatuchukulia seriously, tunaumizwa tunanyanyazwa, mbona na kuna haki

Hiyo, hey, si siku yote saini, siku ngapi? Siku tatu ama ine imepita, jamaa Justice, wacefatua hour, tumekuja kulilia justice, jamaa kuwa chini amelazwa kokaburia gun, na hakuna gari, hakuna gari imefika sisi. Justice for this! Ni kiripoti ya runinga ya Waso languje nani Hussein Morangiri Guyo. Runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.